Waasi wa M23 walianza kuondoka mjini Uvira Jumatano jioni kuelekea kaskazini mwa mji huo. Wakazi wa Uvira ambao tumezungumza nao wamethibitisha kuwaona waasi hao wakiondoka katika mji huo, na hii imekuja baada ya shinikizo kutoka kwa Marekani. Waasi hao waliuteka mji huo karibu wiki moja iliyopita Wakati Rwanda na DRC walipokuwa wamesaini mkataba wa kusitisha vita kule Washington DC. Licha ya kuondoka mjini Uvira, wakazi wa mji huo bado wanaishi kwa wasiwasi wasi. Benki bado zimefungwa, biashara hazijarejea kama kawaida, lakini mpaka wa Burundi na DRC umefungwa. Mji huo wa Uvira unapakana sana na nchi ya Burundi lakini kabla ya kuondoka M23 walikuwa wametoa masharti. Jambo la kwanza walitaka kwamba mji wa Uvira usiwe na wanajeshi wa DRC, Burundi wala wapiganaji wa Wazalendo, lakini kuwa na kikosi maalum kisichoegemea upande wowote ili kulinda usalama katika mji huo. Sasa swali kubwa ambalo linaulizwa, wameondoka katika mji wa Uvira, mji huo upo mikononi mwanani kwa sababu serikali ya Kinshasa inasema kwamba itathibitisha kwamba wameondoka wakati watakapokuwa wanaudhibiti mji huo wao wenyewe.